Mfano, tunapokuwa na sheria, sheria ile ina meno ya kiasi gani kuweza kuhakikisha kwamba asiyeitimiza anafanywaje na serikali, anahukumiwa vipi? Au serikali inampa e, unafuu gani yule muhusika ambaye anayeweza kufikisha fursa kwa watu wenye ulemavu ili kuhakikisha kwamba ustawi unakuwepo. Kwa hiyo nini kifanyike? Kwa serikali kwanza, kuwa na mpango mkakati maalum wa kuweza kuhakikisha kwamba kwenye kila sekta kunakuwa na namna ya kuwaendeleza watu wenye ulemavu ikiwa ni pamoja na kwenye swala kuu la ajira, kwa sababu sheria inasema watu wenye ulemavu waajiriwe, lakini unaweza ukakuta kwenye changamoto ya ajira, inawezekana hakuna nguvu kubwa ya serikali kwenye kuhakikisha hawa wanaoajiriwa, je, wanapata nyenzo stahiki za utendaji wa kazi zao. Huwa ni kuongeza uelewa wa jamii eh kupashana habari ya kile kilichoendelea au kinachoendelea au hali halisi ya upatikanaji wa haki upande wa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo huwa tunakwenda na, na kauli mbiu tofauti tofauti kila mwaka kwa kugusa sekta tofauti tofauti, na umeona mwaka huu ni kuendeleza jamii jumuishi kwa watu wenye ulemavu kwa mustakabali wa maendeleo ya jamii. Lengo ni kuhamasisha popote panapotolewa huduma e, ziwe jumuishi ziwe rafiki ziwe fikivu ziwanufaishe watu wote tukiwemo na sisi wenye ulemavu ah, kwamba dawati limeendelea kufanya kazi kwa ukaribu na shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu katika kuzisimamia taasisi mbalimbali mbali na kuzisaidia na vyama mbalimbali pia na kuzisaidia. Leo tunapoadhimisha uh, kumbukumbu na siku hii muhimu ya kimataifa ya watu wenye ulemavu kama mtandao tetezi wa haki za binadamu Tanzania, tunabaki kuamini kwamba ni wajibu wa jamii kwa ujumla, lakini pia wadau mbalimbali wa kuhakikisha kwamba tunakuza ustawi Uh, wa watetezi wa, wa haki za watu wenye ulemavu lakini pia tunaendelea kuchagiza maendeleo kwa ujumla ya jamii uh, ya watu wenye ulemavu. Hii ni pamoja na kuendelea kuzipa kipaumbele changamoto za taasisi na vyama vya watu wenye ulemavu ili basi kwa namna moja ama nyingine ziweze kutekeleza majukumu yao vizuri pasipo na vikwazo na kuendelea ku chagiza ama kwa akseleletu ustawi wa jamii ambayo zinazihudumia.